Mlango wa ishirini na nne. Nazamu za wana wa Haruni ni hizi. Wana wa Haruni Nadabu na Abihu na Eleazari na Ithamari. Lakini hao Nadabu na Abihu walikufa kabla ya baba yao, wala hawakuwa na watoto. Kwa hiyo Eleazari na Ithamari wakafanya ukuhani. Akawagawanya Daudi na Sadoki wa wana wa Eleazari na Ahimeleki wa wana wa ithamari katika utumishi kwa kadiri ya usimamizi wao. Wakaonekana wakuu wengi wa wana wa Eleazari kuliko wa wana wa Ithamari, wakagawanyika hivi: wawana wa wana wa Eleazari kulikuwa na kumi na sita waliokuwa wakuu wa mbari za baba zao, na wa wana wa Ithamari sawasawa na mbari za baba zao wanane. Ndivyo walivyogawanyika kwa kura wao kwa wao, kwani kulikuwa na wakuu wa patakatifu na wakuu wa Mungu wa wana wa Eleazari na wa wana wa Ithamari pia. Na Shemaya, mwana wa Nethaneli, mwandishi, aliyekuwa wa Walawi, akawaandika mbele ya mfalme, na mbele ya wakuu, na Sadoki kuhani, na Ahimeleki, mwana wa Abiathari, na wakuu wa mbari za baba za makuhani na za Walawi. Ikatwaliwa ya Eleazari, mbari moja ya baba, na moja ikatwaliwa ya Ithamari. Kura ya kwanza ikamtokea Yehoyaribu, na ya pili Yedaya, ya tatu Harimu, ya nne Seorimu, ya tano Malkia, ya sita Miyamini, ya saba Hakosi, ya nane Abia, ya kenda Yeshua, ya kumi Shekania, ya kumi na moja Eliashibu, ya kumi na mbili Yakimu, ya kumi na tatu Hupa, ya kumi na nne Yeshebeabu, ya kumi na tano Bilga, ya kumi na sita Imeri, ya kumi na saba Hezeri ya kumi nane Hapisesi ya kumi na kenda Pethahia ya ishirini Ezekieli ya ishirini na moja Yakini ya ishirini na mbili Gamuli ya ishirini na tatu Delaya ya ishirini na nne Maazia. Huu ndio usimamizi wao katika huduma yao, waingie nyumbani mwa Bwana kwa kadiri ya agizo lao kwa mkono wa Haruni baba yao, kama Bwana Mungu wa Israeli alivyomwamuru. Na wa wana Walawi waliosalia wa wana wa Amramu, Shebueli; wa wana wa Shebueli, Yedaya; wa Rehabia, wa wana wa Rehabia, Ishia mkuu wao; wa Waishari, Ishari, Shelomothi; wa wana wa Shelomothi, Yahathi; wa wana wa Hebroni, Yeria mkuu wao, Amaria wa pili, Yahazieli wa tatu, Yekameamu wa nne; wa wana wa Uzieli, Mika; wa wana wa Mika, Shamiri ndugu ye Mika Ishia. Wa wana wa Ishia, Zekaria. Wana wa Merari, Mali na Mushi. Wana wa Yaazia, Beno. Wana wa Merari wa Yaazia, Beno na Shohamu na Zakuri na Ibri. Wa Mali, Eleazari asiyekuwa na wana. Wa Kishi, wana wa Kishi, Yerameeli na wana wa Mushi, Mali na ederi na Yeremothi. Hao ndio wana wa Lawi kwa kufuata mbari za baba zao. Hao nao wakatupiwa kura vile vile kama ndugu zao wana wa Haruni, machoni pa Daudi mfalme na Sadoki na Ahimeleki na wakuu wa mbari za baba za makuhani na za walawi, mbari za baba za mkuu vile vile kama za nduguye mdogo.